Aya muntazir jiske the din ra, muamma khul gaya, roshan hui baat. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu, mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, karibu tena katika studio yetu ya MTA Kenya ili tuendelee na mada ile ile ya maisha matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Bila shaka, mimi ndio huyu huyu mtangazaji wako Abdul Basit Ali na vile vile. Kabla ya kuendelea katika mada ya leo, nitakuweka katika kipindi kilichopita ili tuweze kugusia tu katika yale maisha ambayo yalikuwa ni ya mwisho ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, ambapo Allah aliweza kumpatia Masihi kifo na ilitokea pale kwamba kulikuwa na upinzani na pia walitaka kuweka fedheha kwamba Masihi alifariki kwa kupitia gonjwa la kipindupindu, lakini mwishowe ikatambulika kwamba hata zile thibitisho za madaktari ni kwamba huyu Masihi hakufariki na kipindupindu bali ilikuwa tu ni kuendesha kwa kawaida na udhoofu ambao alikuwa nao kulingana na harakati za utu uzima, lakini pia na kazi nyingi ambazo alikuwa akizifanya. Naam, ikatokea kwamba pia alifanikishwa kuenda ama kufikishwa kule Kadian kwa ajili ya mazishi yake, ambapo jeneza lake liliongozwa na huyu bwana ambaye si mwingine bali ni Hadhrat Molvi Hakim Nuruddin radhi za Allah ziwe ya juu yake. Basi vile vile, ndugu zangu watazamaji, ninawakaribisha hapa studio kwetu ili tuendelee na mada hii tukiwa na walimu wetu ambao watatufanulia mengi kuhusiana na kipindi cha leo. Na walimu wapendwa, nikianza katika upande wangu wa kulia, niko naye mwalimu Abdalla Haji wa Nyasi. Mwalimu sahib, karibu sana katika kipindi chetu cha leo. Asante sana ndugu mtangazaji. Lakini upande wa kushoto pia niko naye mwalimu wetu Muhammad Musa Oponyo. Mwalimu sahib karibu sana. Asante sana bwana mtangazaji, na nilikuwa nagusia ile mada ya kifo cha Masihi kwamba ndani yake pale kulitokea pia tukio bora sana kwa ajili ya elimu ya wanajumuiya na wasikilizaji kwa ujumla, ambapo huyu bwana ambao nimemtaja Hadhrat Molvi Alhaj Hakim Nuruddin, ambaye Allah ampe radhi zake zote, huyu bwana alichaguliwa kuwa khalifa mtukufu wa kwanza, ambao bila shaka hii ili kuwa ndio chanzo cha hii kudra ya pili kuanza eh, kwamba baada ya kifo cha Masihi aliahidiwa uhalifa unaendelea ambao ndio unaimarisha ule utukufu lakini pia ule uimara wa mafundisho haya tukufu ya Kiislam katika umma huu wa Jumuiya ya Waislamu wa Ahmadiyya. Halifa huyu wa kwanza aliendeleza kazi zake za kijumuiya mpaka kifo chake kumf, kumfikia na hali hiyo hiyo ya uchaguzi wa makhalifa ikaendelea mpaka leo hii, tupo naye huyu halifa mtukufu wa tano ambaye ndiye Hadhrat Mirza Masrur Ahmad ayadahu llahu taala binasil aziz. Basi walimu wapendwa, katika mwendeleo wa mada hii tunaona kwamba baada ya kifo chake Masihi aliahidiwa amani ya Allah iwe juu yake, watu wangetaka kutambua kwamba huyu Masihi maumbile yake alikuwaje? sura yake ilikuwaje? alikuwa mwonekano wake uko vipi? alikuwa anakula nini? alikuwa anakunywa nini? anavaa nini? Sasa, katika hali hiyo, tukianza kwako mwalimu mpendwa, Masihi aliahidiwa kutokana na ushahidi wa wale watu ambao walipata bahati ya kuishi naye eh, e, wanaelezaje kuhusu sura yake tukufu ya huyu Masihi wetu mpendwa? Karibu sana utufafanulie hili jambo. Asante ah, sana ndugu mtangazaji. Kwa hakika tunapoongelea maisha ya Masi, uh, sura na hali ya Sayyidina Ahmad alah salam ni sawa na kuangalia maisha matakatifu ya mtume mtukufu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kwa maana huyu ni ujio wa mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mara ya pili. Kwa hivyo katika umbo lake kuna mambo machache ambayo yanatumika kwamba umbo lake lilikuwa ni nzuri, ambalo tunaweza sema kwamba ndiyo bora kwa mwanaume yeyote yule. Na mbali na hiyo vile vile alikuwa na mungao ama sura ambayo ilikuwa ndani yake nuru ya Mwenyezi Mungu, kwa hivyo nikizungumzia habari hii ya safari yake ya kwenda kule Dera kuona ile kanzu ya huyu Baba Nanak, ni ya kwamba wakati ule alienda na watu kadhaa wakiwemo Maulvi Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu, wakina Muhammad Hassan, wote hii kikundi kizima kilipofika kule walitandika chini leso wakakaa, kwa ajili ya kutulia, ili ya kwamba angalau wapate nafasi ya kupata yule ambaye ni mhusika, wapate nafasi ya kuona ile, shu, ile kanzu ya Baba Nanak. Inasimuliwa kwamba katika hali yake ile ya, ya masima audha, asema ya kwamba alikuwa hana kibri, hana ujuru wote, mtu mtaratibu, mtu wa aina ya upole ya kila aina. Alikaa pale ametulia na kijiji kilipata kujua ya kwamba Saidna Ahmad alaihis salam amefika katika kijiji kile. Sasa katika hali ile, watu walifika kule angalau wamsalimie masihi maudha alaihi ssalam. Na unajua kwamba vile walikuwa wameketi, watu walipokuwa wanafika, wanaangalia, wanaenda wanamsalimia bwana Muhamad Hasan radhiallahu anhu, wakiona kwamba yeye ndio masihi maudha alaihi ssalam. Lakini masihi maudha alaihi ssalam alikaa akatulia tu mpaka yule bwana Muhamad Hasan alipomuutambulisha watu ya kwamba mi, sio mimi bali ni huyu bwana Sayyidna Ahmad alaihi ssalam. Vile vile ilivyotokea wakati wa mtume mtukufu Muhammad so, sallallahu wa wa wa wa wa alaihi wasallam alipohamia kule Madina ya kwamba walipofika kule watu walikaa wametulia, na hata mtume sallallahu alaihi wasallam hali ile ambaye alikuwa naye kwamba hana kibla na majivuna na nini ametulia. Basi watu walipokuwa wanafika pale kumsalimia Mtume Mtukufu Muhamad sallallahu alaihi wasallam, mara nyingi walielekea kwa Saidina Abubakar Sidik radhiyallahu anhu, wakimsalimia wakiona kwamba pengine ndio Mtume Mtukufu Muhamad, mpaka alipochukua ile hatua Saidina Abubakar Sidik kwenda Kuma, kumwelekeza ama kuelekeza watu ya kwamba mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni huyu, ya kwamba unaona ya kwamba inaenda sambamba. Ama kuhusu umbo lake anasema ya kwamba, bali ya kwamba huyu alikuwa na miaka sabini, wakati ule amefika miaka sabini ama thamanini takriban, lakini uso wake haukuwa na mikunjo, mikunjo ile ya watu ambao wanakuwa na stress na kadhalika, mpaka anaonekana mtu wa kusononeka, sononeka. Hapana, alikuwa mchangamfu muda wote ule kama vile alivyokuwa wakati ule. Ama kuhusu pengine wanasimulia kwamba kidogo meno kidogo ilikuwa na uchungu kiasi, lakini haikung'olewa jino lolote katika hali ya Masihi alaihis salam. Alikuwa mtu mwema na mtu mwenye hana kibri ya aina yoyote ile, ndugu mtangazaji. Kwa hivyo ni mwisho mwisho wa maisha yake ndio kidogo hali ya meno ikaonekana ina kidogo anauma, miaka ya sabini kuelekea mpaka mwisho. Naam na tumepata kuona mwalimu sahibu kwamba kuna maelezo mazuri kuhusiana na maisha ya nabii Isa wasalam, wa ambayo pia inalingana sawasawa na haya haya ya masihi aliyeahidiwa amani ya Allah iwe juu yake. Je, kulingana na maumbile ya masihi aliyeahidiwa kuna mambo meyote, yote ambayo ungependa kutuongezea katika kipindi hiki? Uh, asante sana bwana mtangazaji namna tulivyopata kusikiliza kutoka kwa mwalimu, sababu ni kwamba Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam alikuwa na umbile la kuvutia na la kupendeza, na si hivyo tu bali likapambwa na ule uchamungu aliokuwa nao. Kwa hivyo alikuwa ni mkamilifu wa umbo ambalo ukimtazama unapata kuvutiwa. Najua kuna, unaweza kuona mtu akajua akakupendeza au ukachukia kumwona. Kwa hivyo wale waliobahatika kumwona Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalamu wanasema kwamba alikuwa na lile umbile la kuvutia. Yani, ukimwona unatamani kwamba uzite kukaa naye unasema, mashallah, mashallah, bila shaka alafu ukiongeza na ule uchamungu na yale mambo aliyokuwa akiyadondosha ya busara basi yeah. ina, anakuwa ni ukamilifu wa, wa, wa, wa umbile subhanallah. Wanaeleza kwa kwamba ungemtazama kwamba kwa umbile kwamba nywele zake zilikuwa ni zile laini na, na, na nyororo ambazo zili kila wakati zilikuwa zinatiwa ina kuziweka sawa na kwamba aziku sokotana unajua kuna baadhi ya nywele hata kulainisha na kuwa ni ngumu, mm -hmm. Lakini zake Sayyidna Ahmad alayhi salatu wasallam zilikuwa zile nywele ambazo zime lainika na zenye zine, ngafu ukiziona unaziona kwamba zinapendeza. Kwa hivyo inaelezwa kwamba kila wakati nywele zake zilipata kuwekwa ile ina, au baadhi ya wakati alipata kutumia ile rangi ya, ya ya, kizungu kuzifanya kuwa nyeusi, lakini baadaye alikuja akaiacha. Wanaeleza kwamba ndevu zake zilikuwa ni, ni nyingi zi, za kupendeza na baadhi ya wakati wakati zikiwa nyingi, alikuwa ki, akizipunguza kiasi ili kubakisha ile, ile, ile kiwango ambacho kitafurahisha kita, kita. Kwa hivyo kwa, kwa jumla ukimwangalia kwamba unge, unge, ungependa ile namna ya nywele ndefu zake unafurahia. Wanasema kwamba kichwa nacho kilikuwa pia kikubwa, paji la uso lilikuwa ni kubwa. Wale wataalam wa, wa, wa elimu wanasema kwamba umbile la aina hii ni la mtu ambaye ana elimu kubwa na, na busara najua unaweza kuona mtu kajua kwamba huyu mtu ni msomi au hata bila kupitia ile siri yake. Kwa hivyo Sayyid Ahmad alayhi salam kutokana na wataalamu na wasomi wanasema kwamba umbile la aina hii ni la mtu mwenye akili kubwa na, na busara. Wanaeleza kwamba shingo lake lilikuwa ni ndefu kiasi na nene, yani ambalo linaweza kubeba hiki kichwa vizuri. Unajua baadhi ya wakati mtu anakuwa kichwa kubwa na, kashingo kadogo, <laughs> <kiziki, laughs> kinaweza pelekwa na upepo mm -hmm. Kisa Sayyid Ahmad alayhi salam akawa kichwa saise kichwa na shingo vikaendana vizuri. Wanaeleza kwamba alikuwa na malaika sehemu za mbele za mwili kutoka kwenye kifua mpaka huku kwenye tumbo, lakini huku mgongoni kukawa ni laini, na baadhi ya wakati akawa anazipunguza hizi malaika za kifua na tumbo wakati zime, zimekuwa nyingi. Wanaeleza kwamba pia alikuwa na malaika kwenye miundi, lakini fupi, hazikuwa nyingi sana, na pia kwenye mikono vile vile. Kwa hivyo wanaeleza kwamba pia kwa sababu ya sunna alipenda kufuatilia yale mapambo ya Bwana Mtume sallallahu alehi wasalam, ingawa hakupenda sana yale mapambo ya kupita kiasi. Kwa hivyo sena Ahmad alaihi salatu wassalam kwa ufupi sana kwamba huu ndio umbile lake. Yani, Maalim Sahibu ni kwamba kila anayeeleza umbile la Masihi aliyeahidiwa tayari ni kama ametuwekea taswira fulani, kwamba tunamwona kabisa kwenye picha namna hii kwamba akionekana tu hivyo ajua huyu ndio yule mchamungu, huyu ndio yule mwenye hekma, huyu ndio yule mwenye elimu na kadhalika, huyu ndio yule mtanashati ambaye hatujawahi kuona katika zama hizi. Kumbe yote ilikuwa ni maana ya kwamba kila umbile zuri lilipo ndani ya huyu masihi aliahidiwa, amani ya Allah hiyo juu yake, ambaye ndio hasa mujadid wa zama hizi. Na mwalimu sahib, tunaambiwa kwamba kuna picha zipo ambazo zina onyesha Masihi yaliahidiwa amani ya Allah iyo juu yake, lakini ni zile za black and white eh. Sasa katika hali halisi ya Masihi aliahidiwa rangi yake hasa ilikuwa ni rangi ipi? Asante sana ndugu mtangazaji, kwa hakika ndivyo ilivyokuwa imetabiriwa ya kwamba Masihi Maud alaihis salaam rangi yake ilikuwa ya nganongano na hivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa imetabiriwa na Mtume Mtukufu Muhamadi sallallahu alaihi wasallam, ambaye hali hii ndiyo hasa hasa iliyokuwa ya Masihi Maud alaislam. Ama kuhusu um, umbo lake, kwa hakika alikuwa ni mtu ambaye alikuwa si mwepesi wa kukasirika. Inasemwa kwamba wakati ule e, ile kisa cha Abdullahi Atham kilipotokea kwamba e, kimetimia sawa na vile ilivyokuwa imetabiriwa watu walisononeka, watu walikasirika, na hata baadhi ya wafuasi wa Masihi Maud alaihis salam walisali sana kwa kuomba kwamba tusifedheheke na kadhalika, lakini walipokuwa wanafikia Masihi Maud alaihis salam, alikuwa mchangamfu ambaye hakuwahi kukasirika wakati ule wowote ule. Kwa mfano, kuna wakati ule vile, vile, vile wakati wa ihram ambayo vilevile ilitokea kwamba hata maaskari, sio maaskari wa kawaida, bali maaskari wa daraja la juu wa DC na kadhalika walifika kwa nyumba yake kwa ajili ya kuangalia kama kuna sababu yoyote ya kumuhusisha na mauaji na ya nani ya Lekhram, lakini bwana masima Masih Maud alaihis salaam alikuwa mchangamfu, mtu anazungumza nao kwa upole mpaka anawapatia zile makaratasi, vitabu na kadhalika bila kuonekana mwenye kushutuka shutuka ama mwenye kukasirika, ili mradi ya kwamba hata wale ambao walikuwa wanamwona walikuwa wanaangalia hivi, wanasema ya kwamba kama huyu mtu angalikuwa ya kwamba ni muongo ni mjanja na kadhalika, uso wake ungekuwa unasoma ya kwamba kwa hakika, lakini hali ya huyu mchangamfu huyu na kadhalika, kwa hakika hii ni alama ya ukweli ya kwamba huyu mtu ni ukweli. Kwa hivyo hakuonekana wakati wowote katika hali ya kukasirika, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kwa hakika anategemea kila wakati Mwenyezi Mungu, na sura yake ilionekana ya uchangamfu masaa yote. Na mwalimu sahibu, tumetajiwa hapa sifa nyingine mpya ya Masihi aliahidiwa, amani ya Allah juu yake, kwamba pia alikuwa ni mtulivu, alikuwa ni mjasiri, alikuwa ni mtu ada, hana hata chembe chembe ya utapeli ama ya mtu ambaye ni muovu na kadhalika. Hii inavutia sana kuona haya. Sasa Masihi mwenyewe kama tunavyomtambua yupo katika maeneo haya ambapo tumekaa picha yake inaonekana, huyu Masihi aliahidiwa, mavazi yake hasa yalikuwa ni mavazi ya aina gani mwalimu sahibu? Asante uh, sana bwana mtangazaji. Historia inatueleza kwamba wacha Mungu wote ambao tumepata kusoma taarifa zao ni kwamba ni watu ambao hawakupenda ufahari katika hali ya mavazi, bali walipenda kuvaa kikawaida. Sidna Ahmad alaihi salatu wassalam, kama masihi aliahidiwa hakuwa tofauti na hawa, kwamba mavazi yake ilikuwa ni ya kawaida sana na wala hakufikiria wala hakujali ule umaridadi, kwamba nionekane nimevaa vizuri, ile ni vazi ghali, kwamba limetoka bei hii au huko la bali. Kitu alichokijali sana ni hali ya mazingira aliyokuwemo, na mara nyingi waliomuona wanaeleza kwamba alipenda shati moja ndefu, yani ikiwa atavaa nguo ilikuwa ni ndefu mpaka kwenye magoti. Kwa hivyo, lile shati ambalo alipenda kuvaa lazima wakati wote lilikuwa lenye kufika hapa kwenye magoti, na vile vile hata koti zile alizokuwa akitumia kuvaa nazo zilikuwa vile vile ndefu mpaka kwenye magoti. Lakini namna nilivyozungumza kwamba mara nyingi nguo zake zilitegemea hali ya mazingira, lakini hata hivyo, kama ni wakati wa baridi, atavaa hizo koti ambazo zilikuwa ni nzito za kumkinga kutokana na baridi, lakini vile vile ni ndefu mpaka hapa magotini. Na kama ni shati wakati wa joto, pia vile vile shati lake lilikuwa ni ndefu na mpaka hapa magotini. Inaelezwa pia kwamba alipenda kufunga kiremba. E, unajua ile asilia ya watu wa sehemu zile za mashariki kufunga kichwa. Sayyid Ahmad alayhi salam alipenda kufunga kiremba kwenye kichwa chake, na wanaeleza pia kwamba alipenda namna fulani ya viatu ambavyo viliagizwa kutoka kule Ludhiana, kutoka Lahore na sehemu zingine za India kule, lakini hakupenda hizi hizi mabuti hizi viatu kubwa za kutoka kule, kule Ulaya. Kwa hivyo na vile vile wanasema kwamba alipenda kushika bakora mkononi hususan wakati akitoka nje au akienda katika Masjid Aqsa kule kwa sababu ya, ya, ya maombi na nini. Kwa hivyo kwa ufupi, bwana mtangazaji, hii ni hali baadhi ya mavazi na baadhi ya hali ya Sayyidna Ahmad alaihi salam aliyokuwa akizoea. Na alikuwa ni mtu wa kawaida sana, ni, niseme hivyo. Naam, katika hali ya uchache sana. Mwalimu Said, kulingana na muda wetu umetupa kisogo hivi, ulaji wake ulikuwa ni aina gani Masihi aliahidiwa? kwa asante sana ndugu mtangazaji, katika hali ya kula pengine ningependa tu ya kwamba ni kariri aya moja ya Qur'ani tukufu kuhusu jambo hili ambalo inasema kwamba, anam, ya kwamba yakuluna kama taakulul an'am, ya kwamba inasema kwamba katika Qur'ani ya kwamba neno kwa neno inasema kwamba wanakula walavyo wanyama. Katika, katika hadithi ipo kwamba Kafiri anakula katika matumbo saba na mumin katika uh, tumbo moja. Masihi Maud alaihis salam katika ulaji, imesemwa kwamba alikuwa ni mtu ambaye anakula chakula kidogo, na vilevile wanasema kwamba hata wakati ingewe, ingeandaliwa karamu ambao wanaweka vyakula aina aina, yeye angekula chakula cha aina moja. Kwa hivyo ni kwamba Masihi aliahidiwa hakuwa wale watu ambao wanakula mpaka wanafanya israfu. Kama no. pia na pia Qur'an inavyosema kwamba kuleni na kunyweni wala msifanye israfu no. Lakini pia hakuwa mtu ambaye anakuwa mtu akula vyakula vingi vingi kwamba nyumba imepikwa vyakula aina kumi. Eh? Basi hapo kwa kweli tumeona kwamba hata pia hali ya Masihi aliyeahidiwa ilikuwa ni hali ya katikati katika katika ulaji wake, kwamba hapendi vyakula vingi vya kifahari, lakini pia hapendi vyakula vya israfu na pia anakula pia vyakula ambavyo tuseme ni vya afya na kadhalika. Pia naam, katika ulaji kwa hakika wameeleza vile vile ya kwamba hasa katika mfungo mtukufu wa Ramadhani, hapa ndipo Masihi Maud alislam kama pengine aliwahi pengine kupendelea chakula upande huu, pengine ya paja la kuku ama pengine filikisi namna hii. Lakini kwa hakika alikuwa ni mtu ambaye sio mwenye pupa ya kula kwa ajili ya zaidi hata wenye walikuwa wanaona kila walikuwa wanashangaa kwamba hii chakula kidogo kweli, huyu ataweza kuishi namna gani? Kwa hivyo mradi wake ni ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye ulaji wake ulikuwa ni mchache sana, na vile vile na alikuwa ni mla vyakula ambavyo ni halali. Na Mwalimu Saib, kwa ajili ya muda ni mchache sana, ningependa kugusia pia hapa kidogo tu kwamba Masihi aliahidiwa pia alikuwa hasa anapendelea vile vyakula ambavyo ni vya afya na pia kujali hasa nini mwili wa kibinadamu katika u, katika nguvu na uimara vile vile, na pia Masihi aliahidiwa alikuwa na maradhi kadha wa kadha tu kama tunavyofahamu, na pia inasemekana kuna dawa kadhaa alikuwa akizitumia. Labda tu tutajie baadhi tu ya zile dawa ambazo alikuwa akizitumia Mwalimu. Naam, kwa hakika Masihi Maud alaihissalam alikuwa na maradhi mbalimbali katika maisha, na miongoni mwa maradhi haya y kwamba alikuwa na madawa maalum ambayo alikuwa anatumia kwa ajili ya kutuliza haya maradhi. Mojawapo ni hii kola ambayo alikuwa anatumia, alafu kulikuwa na miski vile vile alikuwa anatumia, na vile vile hii kwinin, alikuwa anaitumia na vile vile kwa ajili ya Uh, kwa ajili ya kuongeza akili vile vile alikuwa anatumia haya mafuta ya samaki No. Kwa hivyo hivi ni miongoni mwa madawa ambayo mara kwa mara alikuwa anatumia, na inasimuliwa ya kwamba hata kama dawa lingekuwa chungu kiwango gani kama hilo la kwinini. Sio dawa ambalo ni la sukari, ni dawa ambalo ni chungu kabisa, lakini Masih Maud alaihis salaam alikuwa anatumia kwa utaratibu bila malalamishi ya kwamba dawa ni chungu na kadhali. Na asanteni sana kwa maelezo haya ambapo tumepata taswira nzima ya muonekano wa Masihi aliyeahidiwa, taswira nzima ya mavazi yake, lakini pia jinsi anavyokula na vilevile vile pia madawa aliyokuwa akiyatumia, kwani hata hayo uliyotaja kama kola, ambari, kuinini ni dawa ambazo zinasaidia sana katika, yani, kinga za mwili, vilevile katika kumimisuli kuipatia kinga imara, lakini pia hata kwamba alikuwa akijilinda katika hali ya vyakula lakini pia katika hali ya kiafya, na aliweza kubainisha hasa ile sifa ya kwamba muumini ambaye ana afya ni bora kuliko muumini ambaye ni mdhaifu. Karibuni sana katika kipindi hiki, walimu wangu basi. Walimu wangu wapendwa, kwa kweli niwashukuru kutokana kwamba nimekuwa na nyinyi hapa kuanzia mwanzo wa kipindi hiki mpaka leo hii na bila shaka mmetupatia elimu ya maisha matukufu na matakatifu ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah ya juu yake, na bila shaka yamekuwa ni mafundisho yenye faida sio tu kwangu binafsi, lakini pia kwa kila ambaye ametazama kipindi hiki, hasa kutupatia wazi wa jambo moja baada ya lengine, kutokana na maisha haya ya Masihi aliyeahidiwa amani ya Allah ya juu yake, na aaa, vile vile pia nitawashukuru na kuambia karibuni tena pindi kipindi hiki kikiendelea. Naam, kwa ajili ya ndugu watazamaji, pia niseme kwamba nimewapatia shukrani za dhati kuwa na mimi mtangazaji wenu, lakini pia na wale walimu wetu waliotupatia elimu yao kuanzia mwanzo mpaka leo hii tulipofikia kwenye kipindi hiki, na bila shaka shukrani za dhati ziwafikie nyinyi, na vile vile yale yote ambayo tumeweza kufunzwa hapa na walimu wetu, basi tu yenye kuyafanyia kazi, na Allah atujalie katika hayo. Amin thumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ayyamun tazi jiske the din ra. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mtazamaji wa MTA Afrika, kwa hakika nina furaha sana, natumai una furaha zaidi kwa sababu gani? Tumepitia maisha yote ya Masihi Maud alayhi salatu wassalam, kuanzia utoto wake mpaka kufariki kwake. Utoto wake ulikuwa vipi? Ningependa kukupatia ndoondoo chache kupitia maisha haya. Tunajua ya kuwa kuna methali inasema, mtu mkubwa anajulikana akiwa bado mdogo. Tunaona maisha ya Seina Ahmad akiwa mtoto yalikuwa mtakatifu sana, wenye mng'ao zaidi na pia kuna wakati alikuwa anatembelea walii yule ambaye mcha Mungu fulani ambaye anaitwa Gul Rasul. Alipofika pale Gul Rasul alikuwa anaongea na watu fulani, ikapita wakati, anasema ya kuwa katika zama hizi angekuwa nabii, basi kijana huyu ana kipawa cha kuwa nabii. Unaona, utoto wake pia ulikuwa umeshaanza kujulikana kabisa katika ujana wake, sawa na utakatifu wake alipata kumuona Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasalam katika kashfu, na pia tumeelezwa na wale wageni wetu kuhusiana na huduma zake kupitia vitabu vyake. Ameandika vitabu vingi sana ikiwemo ile kitabu chake cha kwanza kinachoitwa Barahine Ahmadia, inayotoa hoja motomoto madhubuti ya ukweli ya Qurani na ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam na pia wametueleza Sawa na ufunuo wa Mwenyezi Mungu, Sayyid Ahmad alaihi salatu wa wassalam alidai kuwa yeye ni mujaddid, alidai kuwa yeye ni Masihi, akadai kuwa yeye ni nabii. Alitueleza ya kuwa yeye amekuja kwa mfano wa Yesu Kristo, kwa kuwa Yesu Kristo alikufa kifo cha kawaida ambacho i, Kurani tukufu inakieleza. Kwa hivyo tumepata mafundisho mengi sana kupitia maisha yake, ikiwemo pia ile mkutano wa dini zote ambayo hutuba ya Mirza Sabi ndiyo ilikuwa hutuba ya kushinda. Nina furaha zaidi na pia wametueleza alitokana na ukoo maarufu sana, ukoo wa Barlaz ya Wajemi. Na hii pia inathibitishwa na hadithi ya Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam akieleza aya ya Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu anasema, wa akharina minhum lama yalhaqu bihim wa huwa alazizul hakim, na kwa wengine miongoni mwao walio bado kuungana nao na yeye ndiyo mwenye nguvu mwenye hekima. Sura Aljumaa, hii ni sura ya 62 aya yake ya nne. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akieleza aya hii alikuwa na masahaba wake na Abu Huraira radhiallahu anhu akauliza ni kina nani hawa ambao bado hawajaungana nao alimuuliza mara tatu bila kumjibu. Naye mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam akachukua mkono wake tukufu na kuweka kwenye bega la Salman al-Farsi ambaye pia alikuwa sahaba akiwa ameketi na sahaba wengine, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema ya kuwa ikiwa imani itatungikwa kwenye kilimia, basi watu au mtu kupitia huyu Salman al-Farsi radhiyallahu anhu ataileta. Bishara hii ya mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kwa hakika imekwisha timia kwa dhati ya huyu ambaye tunapata elimu kupitia maisha yake Sayyid Ahmad alayhi salatu wasalam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wasalam, na sisi wafuasi wake wa Ahmadia kwa hakika tumeungana na wale ambao walikuwa masahaba wa mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nawapongeza watazama vipindi hivi na pia Tunapongeza wale wageni ambao wametufundisha mafundisho haya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kadia se chali ek zinda hawa khil gaye sare alam mein gul khushnuma rafta rafta zamane pe chha jayega roshni ka safar